Idadi ya kura kwa nafasi ya makamu mwenyekiti Zanzibar ni 444. Mgombea namba moja Mheshimiwa Harub amepata kura 257 sawa na asilimia 57.9. Mheshimiwa Mbaruk Saif amepata kura 178 sawa sawa sawasawa na asilimia 40, kura zilizoharibika ni tisa sawa na asilimia mbili ya kura zote. Kwa matokeo haya, namtangaza Mheshimiwa Harub kwamba amechaguliwa rasmi kuwa makamu mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF kwa upande wa Zanzibar, na uchaguzi wake umekidhi vigezo vyote kwa kupata zaidi ya asilimia hamsini. Maana yake hatutakuwa na uchaguzi wa marudio kwa nafasi hii na kwenda kwenye matokeo ya kura za makamu mwenyekiti bara. Jumla ya wagombea walikuwa ni watatu: Mheshimiwa Miraji Mtubiriko ambaye alishika bango namba moja. Injinia Ngulangwa ambaye alishika bango namba mbili, na Mheshimiwa Musa Mbaruku ambaye alishika bango namba tatu. Idadi ya kura zilizopigwa ni 452. Kura zilizoharibika ni 18 sawa na asilimia 3.98. Kura alizopata Mheshimiwa Miraji Mtibiriko 264 na sawa na asilimia 58.4. Injinia Ngulangwa amepata jumla ya kura 88 sawa na asilimia 19.469, na Mheshimiwa Musa Mbaruku amepata kura 82 sawa na asilimia 18.14. Kwa mamlaka niliyonayo kama msimamizi wa uchaguzi, Namtangaza Mheshimiwa Miraji Mtibiriko kwamba ndiye mshindi makamu kiti, wa nafasi ya makamu mwenyekiti kwa upande wa Tanzania Bara kwa kura alizozipata 264 ambazo zimevuka nusu, yani zaidi ya asilimia hamsini. Nafasi ya mwenyekiti, wagombea walikuwa ni watatu. Mgombea namba moja ni Mheshimiwa Dunga Othman, mgombea namba mbili ni Mheshimiwa Yusuf Kamili Mirambo, na mgombea namba tatu ni Mheshimiwa Siwale. Kura zilizopigwa kwa ujumla wake katika ballot hii ni mia nne arobaini na nane. Kura zilizoharibika ni nane ambapo ni sawa na asilimia 1.78. Kura alizopata mheshimiwa Dunga Othman Dunga ni 177 ambapo ni sawa na asilimia 39.3. Kura alizopata mheshimiwa Yusuf Kamili Mirambo ni 257 sawa na asilimia 57.366. Kura alizopata Mheshimiwa Siwale ni sita ambazo ni sawa na asilimia 1.339. Kwa mamlaka niliyopewa kama ya mwenyekiti wa tume ya, kito, ya tume uchaguzi Namtangaza Mheshimiwa Yusuf Mirambo kwamba amechaguliwa kuwa mwenyekiti mpya wa chama cha wananchi CUF kwa kura 257 sawa na 57.366, ambapo kwa mujibu wa kanuni za uchaguzi na yeye uchaguzi wake hauna marudio. KM Online TV.